Mtazamaji wa gumzo la Ghassani, karibu tena kwenye Gumzo Updates, na kwa mara nyingine tena tunaelekea kisiwani Unguja ambako mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman hivi leo Alhamisi ya tarehe 20 Novemba 2025 alikuwa na mazungumzo na viongozi wa ngazi mbalimbali mbali wa mikoa ya kichama ya mjini Mjini Magharibi a na B, Unguja kikao hicho ambacho ni hitimisho la ziara yake ya mikoa 11 ya kichama kote Unguja na Pemba, ikiwa na dhamira ya kutoa shukurani kwa Wazanzibari, kusikiliza ushuhuda wa baadhi ya matukio yaliyojitokeza katika mchakato wote wa uchaguzi wa hivi karibuni, pamoja na kutoa msimamo na mwelekeo wa chama hicho baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kimefanyika hapo kwenye ukumbi wa Majid, Kiembe Samaki, Mjini Magharibi, Unguja. Katika salamu zake, Mheshimiwa Othman amesema dhuluma na maovu yote yaliyotendeka na kupelekea kuhujumu uchaguzi mkuu wa hivi karibuni ni ithibati ya wazi namna ambavyo maadili yameporomoka ndani ya nchi na taifa kwa ujumla. Amesema kilichokusudiwa ni dhuluma, upotofu na ukosefu mkubwa wa maadili kwa baadhi ya watu, maafisa wa serikali, wagombea na wengine kati ya watumishi wa umma ambao walishiriki kutekeleza wizi na wakatenda jinai katika uchaguzi huo kwa kupora mamlaka ya umma na kupindua maamuzi halali ya wananchi. Othman Masoud Othman amesema, na hapa na mnukuu, hata unapoona maafisa watumishi wa umma na baadhi ya askari wakikubali kutumika kuiba kura ili kuwanufaisha wengine, basi huo ni mporomoko mkubwa wa maadili. Aidha ameongeza kuhoji iwapo hata askari anatumika kuiba kura, ni wapi patakobaki salama, au wapi wananchi wakimbilia kupata haki zao, amani na usalama. Ameeleza licha ya kuwa yote hayo kwa ujumla hayakubaliki mbele ya ustaarabu wa ndani na nje ya nchi hii, bali pia anaashiria kwamba nchi haielekei katika mustakbali mwema. Amewashukuru wanachama, wapenzi, wafuasi pamoja na Wazanzibari wa wote, akisema ACT Wazalendo yenye pambanua kama sio tu chama cha siasa, bali pia mlango wa pekee wa kuyafikia matarajio ya umma, huku nchi hii kikisalia kuwa na amani ya kweli. Sisi tumepewa dhamana wa Zanzibari, amesema Othman Masudi, pamoja na watanzania wote kwa ujumla, tuwe sauti yao, sisi ni tumaini lao, tuwatetee na kuinyoosha nchi hii kwa salama na amani. Othman Masudi ambaye alikuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu amebainisha kwamba lengo lao lilidhihiri ambalo lilikuwa ni kuitakia heri nchi na watu wake, ambapo walifanya kila juhudi kuinusuru na kuepusha uvunjifu wa amani. Kuhusu hilo alisema, na hapa na mnukuu tulifaa juhudi mbalimbali mbali za kuwafikia viongozi wa taasisi za kidini, vyombo vya ulinzi na usalama, na hata kuwafikia wao viongozi wakuu wa chama cha mapinduzi CCM kwa lengo la kuona tunaweka mazingira ya kufanikisha chaguzi huru za amani na tulivu, lakini kama kwamba hawakutuelewa, maana kwa haya yaliyotokea ni sawa na kumpigia mbuzi kita. Mwisho wa kumnukumu, kiongozi huyo aliahidi kuwa kazi ya kuitafuta haki iliyoporwa kama walivyoahidi katika kampeni zao nchini kote ipo mikononi mwao na akahakikishia wananchi juu ya azma kuikamilisha jukumu hilo lenye maslahi ya kitaifa. Naye mwenyekiti wa timu ya ushindi na makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, Ismail Jussa Ladhu, alieleza kwamba umahiri, ushujaa na mapenzi makubwa ya Othman Masoud kwa wananchi wote yamekuwa silaha muhimu iliyompa mafanikio na ushindi nao wawakilishi wa majimbo 19 ya mkoa wa mjini magharibi unguja wameelezea walivyoshuhudia uchafuzi katika zoezi hilo lililojaa fedheha na ukosefu wa aibu kwa watu wenye ulafi wa madaraka wasiojali maslahi ya umma wala ya taifa viongozi mbalimbali waandamizi wa, wa chama hicho walijumuika na othman masudi katika kikao hicho wakiwemo naibu katibu mkuu upande wa zanzibar omar al shehe mwanasheria mkuu omar said shaban na katibu wa habari na ueneze salim abdallah bimani